Madam, kazi gani unanifanyia hii kwa shamba? Mimi nimefanya muda mrefu. Si unaona nilikwambia mimi ni mwenyewe. Wene hakuna kitu unanifanyia kwa shamba, hii ni uchafu tupu. Hakuna kitu unanilimia hapa. Mbona uto uchafu? Madam. Eh? Mm. Mimi ni kulipe pesa. Nikuletee maji. Alafu na nifanyia kazi yenye hata inisaidi. Hmm? Eh. Unachafuwa chafuwa shamba yangu. Na unataka kuniongelesha hapo ndani. Ebu chukua haraka maji. Sitaki mambo yako ya ujinga ina. Mimi nataka nione yo shamba imelimwa. Eh? Hmm? Adam, na umemezi. Ah, ah, usiniongeleshe. Nataka shamba yangu lime vizuri. Hmm? Unaona mwenye lima hapo nyuma vitu wenye alifanya. Nilifurugana na sababu sababu mimi sipendi ujinga. Mi pesa natafuta, sifanyangi mzaa pesa. Nakuambia ni legit eh? Mm? <laughs> Lima yo shamba vizuri, na nikirudi yo shamba kama haijalimwa vizuri hakuna pesa. Na mimi nimeenda na na eh, eh, eh, kwa shamba Maji. Yeye ajua, lue, wanapikia ngo watu kuku na ugali, wakileta kwa nini kwa shamba watu wakule. Yeye nikimuitisha maji maji, nimeitisha mara mingi ananiletea maji badala atumia akili huyu nimuulize alete ugali. Sasa hii nita kwa shamba yenyewe, hata nitapata wapi nguvu ya kulima?